Mugana, Tanzania mama Samia oye! Oye! Oye! Elimu safi Sainu. Miti oye! Oye! Oye! Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuamka salama, neema ya mvua, lakini pia kutuwezesha kufanya zoezi la kupanda miti kama ishara ya uzinduzi wa zoezi la upandaji miti kiwilaya kwa mwaka 26/ 27. <coughs> Zoezi tumefanya wote, tumeshiriki. Nitoe rai kwenye mambo mawili tu. La kwanza ni kwa wanafunzi wetu kwenye maisha, msingi wa maisha ni uwekezaji na usimamizi wa unachokiwekeza ili upate matokeo yake. Ninyi bado wadogo sana, vitu vingi mnaoviona leo mmevikuta, vimefanya miti. Mnayoiona ilipandwa na watu Mikorosho ambayo ninyi leo mnasoma ilipandwa na babu zenu na bibi zenu. Nyumba unazoona zimejengwa zimefanywa na watu. Kila unachokiona kilifanywa na watu. Na bahati mbaya dunia ya zamani tulikuwa hatupati nafasi ya kusikia ushauri, kupata elimu na maelekezo na kwamba future inataka nini. Bahati nzuri, bahati nzuri ninyi sasa hivi wote mnasoma lakini pia mnapata nafasi ya kuangalia TV, radio na vitu vya namna hiyo unapata nafasi ya kupata maarifa. Wote hapa ukiuliza, asilimia tisini na nane ya sisi ambao tumesimama hapa tumeanza kuwekeza kwenye maisha baada ya kumaliza shule. Walio wengi hapa tumeanza na miaka ishirini na nane thelathini, kuanza maisha, ama unanua kagodoro, ama unapanga chumba, ama unaanza kulima. Tumeanza na miaka hiyo. Bahati nzuri ya dunia sasa inatupa nafasi, unaweza kuanza hata ukiwa na miaka mitano uwekezaji wa namna mbalimbali mba. Kwa hivyo tutoe rai kwenu, anzeni kuwekeza watoto, kwenye kesho yenu. Moja ya eneo ambalo nafikiri ni muhimu mkaanza kuwekeza ni kushiriki kwenye shughuli ya kutunza mazingira, kwa uwekezaji wa kwenye misitu Komana, kwa maana kwamba mzazi, lakini watoto ambao mko hapa, nenda muombe mamako, muombe babako, muombe bibi yako angalau akupe miche kumi tu ya mikorosho ukapande kwenye sehemu ya shamba lenu, ukapande nyumbani kwenu, ukapande eneo lolote ambalo unaweza kulifikia. Panda ile miti leo ukiwa na miaka kumi na moja, kumi na mbili, ukipanda miti kumi na kila mwaka ukawa na utaratibu wa kupanda miti kumi kumi, maana yake ni kwamba by the time unamaliza sekondari utakuwa na miche ya mikorosho zaidi hata ya mia moja au sitini themanini. Jambo ambalo maana yake ni kwamba unaanza kuen pesa baada tu ya kumaliza form four, unaanza kuingiza fedha. Maana yake ni kwamba ukiendelea mpaka kufika chuo kikuu, aghalabu kajikuta una shamba la zaidi ya mi, miche 200 300 maana yake tayari wewe ni tajiri kwenye eneo hilo. Sasa mambo haya inawezekana, wazazi, atuambie watoto, tunaposema kupanda miti hatumaanishi miti hii ya porini tu, hatumaanishi kupanda miti kwa ajili ya mbao, tunamaanisha hata miti ya matunda na yenyewe ni miti. Panda michungwa, panda miembe, panda. Kila unachoweza kupanda kwa ajili ya kukuingizia kipato, fanya. Huo ni uwekezaji wa kesho yako. Kwa hiyo niwaombe watoto, tunaposikia mambo hivi tukiwa wengi inawezekana wote tusichukulie kwa umakini. Wewe unayenisikiliza mmoja wapo kafanye. We sema, wengine wote wanaona mkuu huyu akaongea ujinga, lakini wewe sema, hebu ngojea, mimi nijaribu nione. By the time unamaliza form 4 wenzako watakuona una hela. Wataanza kuona unaingiza fedha, unaweza kujihudumia, unaanza biashara zako ukiwa na umri mdogo, wasio zaidi ya miaka 17. Inawezekana, nendeni mkajaribu watoto. Mmenielewa? Ndio mmenielewa? Ndio. Viongozi <laughs> wengine wote ambao tuko hapa, ni waombe taasisi zetu maeneo yetu ya kazi kwenye huduma zetu, tuendeni tukapande miti. Serikali imeelekeza kwamba kila tunapopita kukagua tukague na zoezi la upandaji miti. Kwa hivyo kwenye taasisi zetu wote, au kwa taasisi ambayo mko hapa, maeneo yetu ya ofisi, kwenye miradi yetu na shughuli zote tunazofanya kama serikali, twende tukapande miti. TFS ana miti ya kutosha, anaweza kutupatia michi ya kutosha kwa ajili ya zoezi la kupanda. Kila mwaka tunapanda hivi, Ruangwa itakuwa kijani, Lindi itakuwa kijani na Tanzania itakuwa kijani, Mama Samia wewe. Mmeona ukienda maeneo ya Chinongo na maeneo mengine, shughuli za kilimo zimekuwa zikizorota kwa sababu ya mvua namna ilivyochelewa, lakini the major cause ni kwa sababu either jamii eh, watu wameshindwa kutunza miti, yaani uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo hiki kitendo kinachofanyika ni jambo jema kabisa kwa ajili ya kwa wilaya yetu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi sina mengi zaidi ya kuwatakia kila la heri wenzetu wa TFS, na tuendelee kuunga mkono kwa jitihada hizi, lakini hata na wao pia wamekuwa wakitusapoti wa hata sisi tunapoomba miti kwenda kupanda katika maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano ndani ya chama chetu sisi tuliazimisha miaka 49 wenzetu hao wa TFS ndio waliotupa miti tukaenda kupanda maeneo kule ya Kinongo, tunawashukuruni sana. Wanafunzi, tumekuja leo katika eneo lenu. Hii miti inatakiwa itunzwe, hii miti inatakiwa itunzwe, naamini na kabisa baadaye hii miti kisha kuwa na kivuli kizuri, mtakuwa mnatoka madarasani kuja kwenye hii miti kukaa kufanya discussion. Nalijua kwa sababu tumepita huko, kipindi cha mitihani ni kipindi cha discussion, mara nyingi madarasa yetu yanakuwa yatoshi. Naamini kabisa mtakuwa mnatoa viti na kuwekwa kwenye hii miti. Itunzeni miti hiyo, ndio kauli yangu hiyo.